Zailisa amekurupuka, yaani katika watu ambao waliokurupuka kuingia kwenye ndoa. Zailisa, unakumbuka muda ambao aliouchukua baada ya kutoka, yani mbrefu, tayari, puu, kwa Dulla Makabila, yaani hajakaa muda mrefu, tayari pu, kashaingia kwa Haji Manara, umeona, afu pu tayari ndoa la, tukianza moja kwa moja jambo ambalo limeteka headline mitandaoni ni la Haji Manara pamoja nala mke wake Zailisa. Kwanza hapo hapo kwenye hili sakata mi ni nataka nipatie maoni yako kabla ya kwenda kwenye maswali mengine kuhusiana na hili sakata ambayo limetokea usiku kwa mke leo, sawa? yeah. uh, moja kwa moja ukipata maoni yangu, naweza nikasema hivi, kuna baadhi ya watu wengi wanaingia kwenye ndoa bila ukomavu wa akili Ukomavu wa akili ni kitu muhimu sana ambacho inabidi kizingatiwe watu wakiwa wanakwenda kuanzisha maisha ya kwenye ndoa. Ukipitia challenge za watu ambao hawajakomaa kiakili, hawawezi kutatua ma, ma, ma, uh, matatizo ama changamoto. Unajua, unaweza ukakuta ugomvi umeanzishwa na mwanaume lakini mwanamke anataka mwanaume amuombe radhi au kila mtu anakuwa yupo juu. Sasa busara ikiwa haitumiki kwenye mambo kama hayo lazima tu mtafaruku namna hiyo itatokea. Kwa hiyo ukomavu wa akili ni kitu muhimu sana ambacho pale hakijazingatiwa inawezekana kwa Zailisa, na pia vilevile inawezekana kwa Haji Manara. Tukimzungumzia Zailisa kabla ya kwenda hata kwa Haji, Zailisa ni mwanamke wa Kiislamu mona, hakutakiwa hakutakiwa kuwa vile, yaani hakutakiwa kuwa vile kwa sababu sisi tumefundishwa namna ya kujishusha na hata kama hakutaka kujishusha basi angetumia busara. Siku zote watu wanasema kwamba ndoa unayoijenga kwa mikono miwili inavunjika kwa dakika tu, yaani dakika tu. Kwa hiyo basi Zailisa yeye aliamua kumtusi mume wake kwa sababu nikamdhalilisha, aliamua kumtusi kwa sababu ya kuona kwamba kila mtu anayekuwa na Haji Manara akiachana naye basi kuna uwezo mkubwa sana wa kumtusi Haji na Haji hawezi kulipiza matusi kutoka kwa kumvua nguo anayekuwa mke wake kwa wakati ule. Zai, uh, Zailisa amefanya ubaya zaidi kuzungumza kwamba Haji Manara hawiki, Haji Manara hawezi kupandisha mtungi. Sasa kwa kila kawaida, amekaa naye mwaka mmoja, na mimi mwaka mmoja wa hawa watu wawili nilikuwepo walifanya sherehe kule Ocean Road na walitoa vifaa kwa watu wenye saratani ya ngozi yeah, na mitandao mingi iliandika kwamba hawawezi kufikisha mwaka, lakini walifikisha sasa, yeah. Najiuliza, tangu umeolewa mpaka umefikisha mwaka, ulikuwa unavumilia vipi kama mtu hawezi kupanda mtungi? yeah. Tujiulize hilo, yeah. Alikuwa anavumiliaje? Kwa hiyo kuna muda hata Zailisa mwenyewe ukimwangalia, hata kuingia kwenye hiyo ndoa itakuwa alifata kitu na matokeo ya ndoa. Ukiingia ukimwona mwanaume ana hela, ukifata pesa, siku zote lazima mwisho wako utakuwa mbaya yeah. Hmm. Zailisa kabisa, ukiangalia msoto wake, aliwahi kudate na mwanaume mwingine ambaye alikuwa mume wake, maisha yakampiga, akaachana naye, akaja kuingia kwa Dula Makabila, ilitokea nini? Alipigwa pia yeah. Akaachwa, sasa hivi kwa Haji Manara inatokea nini ichi ambacho kinachotokea. Kwa hiyo, Zailisa uko mavu wa akili kwenye swala la ndoa changamoto. Yeah. Changamoto. Na mwisho wa siku hata kama shida ikiwa ni kwa mwanaume, wanawake hatutakiwi kuwa kama Zailisa. Yaani mwanamke yoyote ambaye yupo kwenye ndoa hatakiwi kuwa kama Zailisa. Kama umeamua kulamba mwiko, umeushindwa kuendelea nao, acha kimya kimya. Yaani tuje kujua kwamba hawa watu wameachana. Yaani mitandao ya kijamii kumwanika mumeo. Tena yani, kindani zaidi yeah. Ni aibu yeah. Yani inanisikitisha sana kwa kweli. Pia vilevile Haji Manara anapaswa kuangalia yeah. Haji Manara anapaswa kujitathmini, kwa nini kila mwanamke anayekuwa naye mwisho unakuwa ni mbaya? Kama ni kweli hili ambalo tunaloliona kwenye mitandao wakiwa wameachana, kama ni kweli, kama tunavyosikia ama tunavyoona, basi Haji Manara anapaswa kukaa chini na kujitathmini. Umeona, kwa sababu waliwahi kuwa na rushaina, mwisho wake ulikuwa ni nini? Walitukanana kwenye mitandao akadhalilishwa vile vile, hawezi kuruka mtungi vilevile vile, tusi lilelile leo lile, ukaja kutukana na Zailisa kweli. Kuna kitu gani Haji Manara huwa anawafanya wake zake, mbona wakiwa wanaachana lazima awaambie vile? Basi inawezekana wanamsingizia, kwa sababu mimi sina uhakika na hilo Umeona, inawezekana wanamsingizia, lakini kitu cha kujiuliza, Haji Manara inabidi azingatie, mwanamke anayemuoa aangalie, na muoa ana upendo wa dhati na mimi au wananioa, anataka umaarufu na fedha zangu? Kwa sababu kwa haraka haraka za Elisa amemfuata Haji kwa hela na umaarufu. Aji Manara kapigana mpaka namba kaipata, pia vilevile alikuwa hana passport, kapambana mpaka kaipata, mwisho siku, puani kimemtokea kwa hiyo, watu ambao wanaoingia kwenye ndoa, yani, akili ya ukomavu inahitajika, akili ya ukomavu inahitajika, elimu ya ndoa jamani iendelee ku, kuendelezwa. Ko unamkuta mtu ana miaka 37, lakini jambo likitokea hawezi kuitatua, hivyo tu. Yes, lakini uh, tukiangalia vizuri tuki, uh, tukiangalia vizuri tunakutana na chatting ambazo mm. zimewekwa pale, za Elisa kazishia kwenye kurasa yake ya Instagram, ambapo amemdhalilisha vilivyo kama alivyosema hapo, amemdhalilisha Haji Manara. Lakini hapo kwenye chatting, mi najiuliza kitu kimoja kwamba mm. kama kwa maneno ambayo aliyosema za Elisa ni kwamba jamaa uh, kama alivyoandika pale za Elisa kwamba hayuko vizuri. Sasa najiuliza aliwezaje kuishi naye kwa e, kuvumilia kwa mwaka mzima? Ndio kitu ambacho nilichokizungumza, yani kama aliweza kweli kumvumilia kwa mwaka mzima mwanaume ambaye asiyeruka mtungi, anawezaje kumwacha kizembe kama hivi? Ni wazi kabisa ni muongo. Na miongoni mwa wanawake wengi, tukiachana na wanaume zetu, tusi la kwanza aruki mtungi. Sindio? Mm -hmm. Tumeshazoea. Yani matusi yote tunayaona kwamba mwanaume hayamfai. Ili ndio linakuwa tusi. Lakini akumbuke kwamba kila kitu kinachoongelewa kwenye mitandao huwa kinabaki. Yeah. Yani kila kitu kinachozungumzwa kwenye mitandao huwa kinabaki. Ifikie hatua, kama unaona umeshindwa kwenye hiyo ndoa, bora useme kitu kingine kuliko kumwambia mtu aruki mtungi. Una uhakika aruki? Una uhakika? Mwisho siku, hakuna kapo ya inawivu kama kapo ya ndio niliyoona. Zailisa pamoja na na Haji, hakuna kapo ina wivu kama kapo hii. Kama kinachoongelewa kweli kikawa si cha kweli, basi kapo hii itakuwa ina wivu, kwa sababu tumeona jana mnyama ameondoka na nne kwa moja. Kwa hiyo ameona mnyama akitrendi, basi na yeye kidogo kwenye matukio mengi ambayo yanayotokea alafu kinatokea na mume wake ni swala uh zima la Maimatha yeah. Ilikuwa ni Maimatha alimzungumzia vibaya Haji Manara na Zailisa, baadaye akamdai bilioni moja kwenye kumdai bilioni moja, bilioni moja kwa Haji Manara wala haikuwa big deal. Yani iliongelewa tu kwamba bilioni moja ikaja ikaisha pale katikati, akawa na trendi uh, yule binti anaitwa nani? Rita. Ka trendi sana Rita. Sasa wakaangalia wakafikiria pengine sasa tunafanyaje? Wakaja tena na sisi tunamdai Maimartha bilioni mbili ili watrendi wao, wow. Wakaanza na wao kutrendi, wametrendi imeenda, imeenda, imeenda, upepo ukaja ukaisha, wakawa hawatrendi tena, lakini tukiangalia tena nyuma Diamond vile ambavyo alivyokuwa anagombana na Zuchu na nini, wao tena wakaweka trending nyingine kwenye mitandao kwamba ani kombati walikuwa wanafanyia mahojiano, siyo? ni wapi? Sikumbuki, yeah. Zailisa kanza ani kombati ni kilala kwa nyuma, siyo? yeah. Unaona, kwa hiyo wakiona kitu kina trendi, wao wanakuja kukipiga backup yeah. Kwa hiyo kama ikiwa si kweli hiki ambacho tunachokiona basi hakuna kapo yenye wivu kama kapo hii ya Zailisa pamoja na Haji Manara, kama ikiwa si kweli, lakini ila kama ikiwa kweli akili sawa lakini, pia mm -hmm. Haji Manara alisema kwamba kwenye komenti ya posti ya Zailisa, japokuwa mm. posti kashaifu tayari, Zailisa aliandika kwamba, uh, kipaumbele changu ni wazazi wangu pamoja na watoto wangu, na kwa mujibu wa Haji Manara alisema kwamba Zailisa alikuwa anamnyanyasa mtoto wake, na nimefuatilia yule Hamida, e, nimefuatilia mm. story kwa Maimartha amesema ni Hamida, Hamida alikuwa anamnyanyasa. Sasa mm. najiuliza kitu kimoja kwamba huenda wasichana wakawa wanakurupukia kuingia kwenye ndoa ambayo tayari mume ana watoto ana familia pia, na hawaiwezi ukiwa kama mwanamke unaweza mm. ukawapa pia somo wa dada wenzako kwenye sakata hili la Zailisa, kwamba Zailisa huenda aliingia kwenye ndoa, lakini hakuwa tayari kuipokea familia ya Haji. Inawezekana alikuwa tayari, lakini je, familia ilikuwa tayari kumpokea? Umeona, inawezekana alikuwa tayari kabisa kupokea. Je, ile familia ilikuwa tayari kumpokea? Unajua hizi ni tuhuma ambazo niliwahi kuzisikia zamani lakini ni kwa najua sina uhakika nazo mpaka mwenyewe Haji kasema. Kwa hiyo kutoka hapa nimeona kama kuna uhakika. Pia vile vile nilishawahi kuhudhuria matukio yao hao watu wawili. Yaani, sio chini ya moja. Hamida pia akiwepo. Hamida ni yule binti yake mdogo akiwepo lakini mimi naona tu wanakapu vizuri, namuona Hamida anaongozana vizuri na Zai hasa, sijui labda walikopo wanatuficha ficha ili tusifahamu au ni vipi, lakini tukirudi kwenye swali lako, kuna baadhi ya wadada kweli wanaingia kwenye ndoa, sio kwamba wana mapenzi na ndugu wa mwanaume wake, wanaingia kwenye ndoa kwa kujiangalia yeye ni nani. Mimi naingia kwenye ndoa leo hii kwa sababu mwanaume fulani ni maarufu, nitakwenda kuwa maarufu, na naingia tena kwenye ndoa kwa sababu mwanaume fulani ana pesa, na mimi nataka kuwa na pesa, ama nataka kutumia pesa zake kwa haraka haraka. Ukiangalia hata kwa, kwa Zailisa amekurupuka yani, katika watu ambao waliokurupuka kuingia kwenye ndoa. Zailisa, unakumbuka muda ambao aliouchukua baada ya kutoka kwa Dula Makabila, yani hajakaa muda mrefu, utaari Ashaingia kwa Haji Manara, umeona afu pu tayari ndoa. Kwa hiyo yeye mwenyewe hata alivyokuwa anaingia kwa Haji Manara pale, akuangalia familia ya Haji, akuangalia aliangalia kwamba umaarufu wangu na niweze ku, ku, ku, ku, yani ile kujitanua hasa, Dula akiniona. Si unajua siku zote wanawake wengi huwa tunapenda matarahambe, baada ya kuachana na mwanaume mmoja, tukiingia kwa mwanaume mwingine, tunataka tuone tuko smart, tuko vizuri, tunatamba, ex, huna shida, yani hivyo. Sasa yeye akaona nitaingia kwa nani? Kwa hiyo kaamua ingie pale ili kidogo naye maisha yake yawe mazuri, lakini iko masikitiko kwa makubwa sana. Siku zote mwanaume mwenye akili timamu huwa anamwangalia mama yake, na ukimwona mwanaume hampendi mama yake mzazi, basi ujue hadi mwanamke hampendi. Kwa maana hiyo ya kwamba hadi Haji Manara ameandika kwamba kipaumbele chake ni mama yake mzazi, ni wazi kabisa Zailisa alikuwa anapendwa kwa asilimia mia moja. Narudia tena, ukimwona mwanaume ama ukimwona mwanamke hampendi mumewe, basi hujue ana shida na babake mzazi. Na ukimwona mwanamke ana shida na mumewe, basi ana shida na babake mzazi vile vile. Mwanaume akiwa ana shida na mke wake, basi hata kwa mamake pia kuna shida. Siku zote wanaume huwa wanajali, uh, ishu ya mke na mume huwa ina bondi sana Anaona kabisa huyu ni mke wangu ana kipaumbele hiki, na huyu ni mamangu ana kipaumbele hiki, lakini ukileta mzaha mbele ya mamake hawezi kukuvumilia. Ni wanaume wachache sana ambapo anaweza akakuvumilia, lakini mwisho siku maruana yakipanda mama mm, amekuacha. kwa hiyo Haji Manara yeye akuwa na shaka kabisa kumchagua Zailisa, ila Zailisa ndio alikuwa na shida ya kuvamia ndoa ambayo haijui vizuri ama anavamia familia ambayo haijui vizuri, ili tu apate pesa, apate na umaarufu. Na ukiangalia umaarufu kashaupata hivi tunavyoongea sasa hivi za Elisa na ana...